Mimi nasema nimepona kwa dawa hii. Mwingine ana ugonjwa ni mdogo tu, mimi udogo, ugonjwa mkubwa nimepata nafuu, lakini mwingine ana ugonjwa mdogo, lakini ikashindikana kupona kwa dawa hii. Unaona, sasa mimi siwezi nikasema kusema kupona kwangu mimi maanake ndo kwa dunia nzima, hapana. Kwa hiyo kila mtu anaangalia tatizo lake alilokuwa nalo, sawa. Mimi nashukuru mama yangu. Nafikiri kwa mwisho mwisho, tunamalizia kama bi mkubwa ulivyoweza kumsikia yeye mwenyewe, ni mmojawapo wa watu ambao umetumia 4A9 na ndi jinsi gani imeweza kumsaidia na kuweza kumfanya kazi, na ameamua kutoa maelekezo zaidi kwamba serikali ijaribu kushirikiana na 4A9 kuhakikisha kwamba tiba hii inaendelea na iwe ya uhakika. Mama yangu, mimi nashukuru sana, karibu sana kwenye huduma ya 4A9. Ayaashikam mm. Habari za nyumbani? Karibu sana babu katika ofisi zetu za 4A9. Mimi ni mtoa huduma wa 4A9, kwa jina naitwa Sandari As. Je, babu yangu, si naitwa nani? Hasani Ali Matana. Ni mwenyeji wa hapa Mbingu? Hapa nimehamia tu. Ndio, na muda gani tangu uhamie? Hapa nimehamia na tatu. Kwa hapa unakalia hapa hapa maeneo haya Mbingu au hapa Matete? Matete. Maeneo ya Matete. Shule ya msingi Rondo. Sawa, tunashukuru sana. Babu karibu katika ofisi zetu za 4A9. Je, babu si uh, unasumbuliwa na tatizo gani? Mimi bwana, tatizo langu ni ugonjwa mmoja. Mmoja. Sababu nilifika mpaka Dar es Salaam Amana, nikapimakai kwa nikapima kwa kwamba kwa moyo wangu ni mkubwa tena mpana, nikatumia dawa hapo. We, nikaona mambo haya, nikatoka nikaenda kwa bendi yangu Dar es Salaam. Kule nikaenda hospitali Amana, fika hospitali Amana, kunipima wakanigundua yale eh, nikapata tiba kule, nikakaa miezi miwili

ni hey, robo na mpaka leo nikimalizie robo iwe dozi moja kama ile yeah. Lakini nilipoanza kutumia dawa hizi kwa kweli, mimi mwili wangu ulikuwa unapasuka kama mtu anakatakata na shofa hiyo, yeah, yeah. Lakini sasa naona mwili wangu unalala mzuri safi, atulia, eh atulia. Alafu moyo ulikuwa ukiuma sana, alafu akili kama ilikuwa ikijibika, alafu pumzi inafuka kwa nguvu yeah, yeah. Eh, kuhema na shini, lakini sasa naona amauri alafu hapa likaki moyo moyo kishtukaga hapa, lakini hapa sasa naona moyo piga moyo na napiga kama kawaida, alafu usingizi nalala mwili wangu kwa western line. Babu, umedai kwamba tatizo unalo tatizo la moyo na umewahi kupima vipimo tofauti Amana Ilala, na fedha ya Islam hapa St. Francis. Je, tatizo hili lina muda gani tangu kukupata mpaka hapa leo ulipofikia kutumia? Mpaka sasa hivi ina miaka mitatu mitatu, miaka mitatu. Umetumia dawa nyingi za hospitali unaona bado tatizo lakini, baada ya kutumia fulani siku mbili tatu, unakuta kidogo kuna mabadiliko. Sawa sawa. Yaani, yaani tangu nianze hata mwezi mmoja sijamaliza Yeah, eh, lakini naona inakuja hali ya hewa inakuja vizuri mm. Sababu wewe ni mshuhuda sasa hivi naweza nikasema wewe ni mshuhuda, ni jinsi gani 49 imeweza kukusaidia kwa muda huu mfupi ambao wewe umehangaika kwa muda mwingi wa miaka mitatu mm. E, yeah, unashauri una nini kwa Dukta Msigwa juu ya 49? Mimi bwana, ninashauri kwa ustani, dawa ya 49 ni dawa da. Eh, kwa ustani, matatizo yangu ikuwa naye mimi yalikuwa ni makubwa mm. Sasa kwa kweli dawa nimetumia, na siku zinyi ni chache tu, sijamaliza miezi miwili na dozini moja, kama sijamaliza bado, lakini naona hali ya na yeah, kusikia, kombana, kupata, mwili inakuja vizuri. u watazamaji, ndio kama mnavyoendelea kusikia kwamba naendelea kupata mwili matatu kupitia mzee wangu hapa yeye ni mshuhuda wa 49 kwa sababu amefanyia tiba ya 49, na kufikia hapa alipoweza kufikia, anadai kwamba ana matatizo ya moyo na ana muda usiopungua miaka mitatu mm -hmm. Lakini tangu aanze kutumia 49 sasa hivi anakimbilia wiki tatu au mwezi mmoja, maana yake leo mm -hmm. ndo amekuja kuchukua chupa moja ambayo yenyewe e, e, e, sana sana robo dozi amekuja kumalizia, lakini bado tuna mengine ambayo tunatakiwa tuepate kwa kupitia kwake mzee hapa. Labda wa mzee wangu, tunarudi kwenye mada ya msingi. Je, yeah, tangu utumie hii 4A9 ni kitu gani kilichokupelekea labda kupata, mbali na maumivu? Maana yake labda maumivu yalisababisha kusema kwamba nimemsikia mpapa yeye, ngoja nikamsikie nikachukue dawa yeah, Je, mm -hmm. ni vitu gani vingine vilivyokuvutia? labda umepata ushuhuda kwa kupitia jirani yako kwamba nimetumia <coughs> 4A9 imenisaidia. Ni vitu gani labda vilivyokupelekea labda upate 4A9, ni ni kufuata 4A9? Kwa sababu niliposikia kwenye redio wamepitangaza, nikaona inabidi ngoja niende, kwa sababu huko nimehangaika. Sasaifu, yezi, nikajaribu. Kujaribu kwangu ndio naona mafanikio na kujaribu. Labda una tu, tuangalie unaishauri nini serikali yetu? Maana serikali ndio yenyewe ingawa imetoa dhamana ya kutoa sisi, kuturuhusu sisi 4A9 tutoe huduma, maana tuna tumeenda kwenye wizara ya chakula na madawa, tumeenda kwenye taasisi ya afya yani, brera yani, tumekabidhiwa mamlaka kusambaza 4A9. Je, labda wito wako kwa serikali unashauri una, nini Wito wa serikali yangu, mimi ningekuwa ndio mimi serikali, ningiliomba dawa 49 ingikwenda ta hospitali, kwa sababu watu kuenjikachukue kule kwa urahisi. Na vilevile, labda unasema ingena hospitali serikali, unawaambia serikali, unawaomba serikali kwa kuwa wamepitisha dawa ambayo umeona inafaa yeah. Na wewe kama mtumiaji unahakikisha kabisa kwamba hii dawa inafaa yeah, au imekusaidia yeah. Lakini tunarudi kwenye mada ya msingi, umedai kwamba serikali waamue sasa wakae na Dr. Msigwa na Dr. Mpapai wajaribu kufanya taratibu dawa hii ipelekwe kwenye hospitali. Huo ndio wito wako kwa yeah. Kwa sababu, si, ya, kama wako sababu kama na uwezo kubadilisha

Ndio haya tupatie bidango na mpinameni tupatie kwa kwa njia ya hospitali ndio. Je, unawashauri nini wale ambao labda bado hawaja hawakuwahi ha, kuisogelea 4A9? Maana yake wapo watu ambao wenyewe wapo majumbani wanaweza kaa wamesikia kwenye vyombo vya habari, lakini wakawa na maneno ya uzushi kwamba hapo 4A9 sio dawa. Mbona jirani aliitumia sijui. 4A9 sio dawa, kwanza nasikia na gharama kubwa. Labda unashauri nini wale ambao wanachelewa kusogelea 4A9? Ah, lakini wengi wana sogelea, wengi wana sogelea, eh. Na wengi hata wengine walikuwa na jirani wengine ndio mgeni wengine <laughs> leo anakuja, leo anakuja eh kubali tena nimekubali kwa sababu wengine kwa leo wanakuja na wana. Na kuna mama mmoja, kwa sababu hela yenyewe sina, nikamwambia wewe, kama unatafuta hangaika pele kata nusu, nusu unatumia baadaye utapata, unachukua kama nusu anagawaga basi hata mimi nitahangaika naona. Mimi nafikiri, ndugu watazamaji, mmemwona mzee wetu. Yeye ni shuhuda wa 4A9 na ameteseka kwa muda mwingi tatizo la ugonjwa wa moyo kwamba moyo umetanuka ume alienda Dar es Salaam amepima na akarudi Ifakara kwa ajili ya vipimo St. Francis, na mpaka sasa hivi alikuwa anaendelea kutumia hiyo dozi ya hospitali, lakini baada ya kusikia 4A9 inatangaza kwenye vyombo vya habari na watu tofauti mitaani, akaona vyema aamasike kuja kufuatilia 4A9, na kama mlivyomsikia kwamba yeye ana muda wa wiki tatu au mwezi mmoja anakaribia, maana leo ndo amefuata robo ya yeah, ameisha dozi, dozi nzima, lakini ushuhuda wake ndo kama mnavyomsikia kwamba amepata mafanikio makubwa kwa hii tu robo tatu dozi aliyo ambayo ameweza kuipata. Na wito wake kwa serikali alikuwa anaiomba serikali vile vile kwamba ijaribu kusogeza huduma kwenye mahospitali haya ya serikali na zahanati zile ambazo za serikali kwa hiyo vilevile ameamua kumshawishi Dkt Msigwa, anamwambia anamwombea uzima ili aweze kuiboresha dawa ya 49. na Anashukuru jitihada zake alizozifuata mpaka kufikia hatua kutuponyesha sisi Watanzania. Mimi nafikiri babu, nashukuru sana kwa maoni yako mazuri, na karibu sana katika ofisi zetu hizi za 49, na endelea kupata tiba, kwa sababu 49 yenyewe inashauri kutumia dawa za aina yoyote ile, isipokuwa kuchanganya na dawa nyingine. Kama una vidonge vyako hivi vya akataja, sawa sawa, vilevile yenyewe inajitegemea hmm. Na katika kujitegemea kwake kuongeza dawa sio tatizo. Kwa hiyo hmm, si tunashauri babu, hata kama utajikuta mzima, kwa hiyo robo uliokuja kumalizia ili ukamilishe nusu moja hmm, basi ni vyema uendelee kutumia dawa zaidi. Kwa hiyo babu, karibu sana ha, na endelea kuugua. Asante, asante sana sana, naendelea kugua. Ndiyo mzee wangu, habari za asubuhi? Nzuri. Habari za huko kwetu? Na na, huko salama. Mimi naitwa Bwana Sandari Ali toa huduma wa, wa sijui, mzee wangu anaitwa nani? Nene, naitwa Wilson eh, Mwanyingira ni Nyakyusa au Mbela. Leo, karibu sana katika hizo ofisi zetu za 4A9 na labda ningeweza kupenda kujua ni mwenyeji wa hapa Mbingu au labda, tatizo lako kubwa ni nini labda langu kubwa nasumbuliwa na kwa mekuwa kwa kwa hiyo mpaka sasa hivi nasikia maumivu kali sana, naenda kwa meshindikana a bidi matumea dawa za hospitali nakumeshindikana. Kwa hiyo umeshawahi kutumia dawa za hospitali imeshindikana? Kwa hiyo sasa hivi unaona uje vyamaujeka, lakini labda tu umedai kwamba una tatizo kubwa la

Yeah. Labda umedai kwamba umetumia dawa za hospitali na muna na muda tangu uanze kukusumbua, labda tu, tuangalie ni kitu gani kilichokuhamasisha. Nafikiri wewe dawa hukuwahi kutumia ya 4A9 lakini umesikia labda kwa kupitia vyombo vya habari au hivi, labda umesikia kwa kupitia mtu mmoja mmoja huko nyumbani. Labda ni kitu gani kilichokupelekea leo hii ufunge safari, ingawa unaumwa mpaka kufika kwenye hizi ofisi zetu za 4A9 ni kitu gani labda kilichokupelekea labda uamue kufanya maamuzi ya kwamba oa, watu wengi wanapona, nnjakufuatilia umepata ushuhuda wa watu kwamba watu wanapona, na vilevile umepata ushuhuda wa kupitia vyombo vya habari kusema kwamba dawa didisiani inavyoweza kutoa matibabu, labda wewe unawashauri nini wale wenzako, labda wanachelewa, labda kwa mfano leo wewe ume umekuja na hujaribu lakini umeisikia fueni. Je, unawashauri nini wale ambao wapo nyumbani wanashindwa kuisogelea fueni, wewe kama wewe, na kwa kwamba nao wako nyuma, karibu watawapata, una imani na jamani, hasa kuna nini na daktari anakupiga mambaki

na hususani mm -hmm. Leo hii dawa mm -hmm. ilifika hapa Mbingu mm -hmm. Leo sio mara ya kwanza mimi nafika kwa dawa mm -hmm. lakini mm -hmm. vile vile watu wengi wa hapa Mbingu wameshaitumia dawa mbali na leo kufika. Siku za nyuma tumekuja sio chini ya mara nne, mara tano katika maeneo haya ya Mbingu na wewe wewe unamshauri nini daktari Msigwa majuu ya hiyo huduma yake anm, labda wito wako mkubwa kwa serikali

Kwa hiyo ushauri wako kwa serikali unaomba washirikiana na Dk Msigwa ili waendelee kutoa huduma, labda nimesikia maoni yako kama ulipoanza tutuanza, maana maanazetu tangu mwanzo mpaka hapa tulipoweza kufikia. Labda ningetaka kujua vile vile kwamba, je, wewe kama wewe umeingiwa ume, ume na kitu ndani ya nafsi yako kilichokupelekea leo uje kwenye ofisi hizi za foni, na mimi kama mtu wa imani kwamba muma utakuwa umekada na itakuwezesha shida ambayo i labda, kwa wale wake wanachelewa kuja unawaambiaje? Tabii niwafuatilie kwa mindaa wowote ule, kama napotka maondoka na tabidi tuwafuatilie awe sawa. labda jingine <tune> tunaweza tukawa tunamalizia malizia, tunajaribu kuangalia, je, huduma hii tuisitishe au labda, wewe, maoni yako unasemaje? Tunataka maoni tujue kwamba, huduma bwana, imekuwa gharama kubwa au gharama ndogo, au bwana, tunafanya kwa. Hiyo Dokta Msigwa, maana sisi tunaomba utusaidie kwa hivi na hivi, labda wewe unasemaje, namba tusaidie ajitaidi kuendelea kufukulia huduma kwa hiyo, kuhusu gharama sio tija, tija watu wanataka uzima. Nolabdai labda nikunukuu vibaya, maana amesema kwamba anaomba Dokta Msigwa aendelee kutupa huduma, mbali na gharama watu wengine wanaizungumzia kuwa gharama ni kubwa lakini yote kwa yote watu wanahitaji kwanza uzima, ndio labda ndio msimamo hapa, au labda ni nimeenda tofauti. Ndivyo ilivyo. Basi jamani, kama mlivyoweza kumsikia mzee wetu hapa, yeye ni mtu ambaye amekuja kupata huduma ya 4A9 naye pia amepata ushuhuda kwa kupitia watu ambao tayari wameshaitumia 4A9 na vilevile, yeye kama yeye amehamasika kwa kupitia vyombo vya habari na matangazo mbalimbali ya 49. Kwa hiyo leo amekuja kwenye maeneo haya ya Mbingu Tandale kuja kupata hii huduma ya 4A9 ambayo inatolewa hapa na Dkt. Haji Mpapai. Yeye ni wakala wa 49 Tanzania na ni mtoa huduma ambaye dokta mkuu ni Dkt. Rashid Msigwa ambaye yeye ndio mwenye 4 mwenye dhamana ya 4A9 hey. Kwa hiyo mimi nashukuru sana ndugu yangu, karibu sana ili uweze kupata tiba au huduma hii ya 4A9 na na imani kwamba Mwenyezi Mungu akitoa neema zake, basi tutarudi katika ile hali ya, ya, ya, ya kama mwanzo. Hey, hey. Asante sana na karibu sana. A, Habari za safari

sisi Mpili kuiuma mm, na kupata taarifa mbalimbali, labda babu yangu, kwa kifupi, sijui ni tatizo gani labda linakusumbua. <coughs> <hile mkustua> <coughs> labda babu, umedai kwamba una matatizo ya miguu na pasua na matatizo mengineyo, lakini sasa labda ningeweza kutaka kujua, je, na matatizo haya labda yana muda gani tangu yaanze? sijui yana muda